Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Machi kumi, siku ya Jumatatu, tunaendelea na somo la 11 la robo hii ya kwanza ya mwaka 2025, linalosema ningefanya nini zaidi, na leo tunaiangazia mada isemayo mwenye haki na mwenye kumhesabia haki daima. Kazi ya Kristo inabatilisha kazi ya Ibilisi na kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa yohana sura ya tatu ile aya ya nane yesu alifunuliwa kwa kusudi hili azivunje kazi za ibilisi na kumharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yaani ibilisi waibrania sura ya pili ya 14. hata hivyo kushindwa kabisa kwa utawala wa adui kunatokea katika hatua mbili kwanza kupitia kazi ya msalaba Kristo anakanusha madai ya uongo ya Shetani na baadaye Shetani na ufalme wake wataharibiwa. Soma Warumi sura ya 3:23 hadi 26 na Warumi sura ya 5 aya nane. Aya hizi zinafunua nini kuhusu jinsi Kristo anavyoshinda madai ya Shetani? Kama tulivyoona, adui anadai kwamba Mungu si mwenye haki na mwenye upendo kabisa. Hata hivyo, katika Kristo Mungu anatoa udhihirisho bora kabisa wa haki na upendo wa Mungu na alifanya hivyo kwa njia ya msalaba. Baada ya kifo cha Yesu, Shetani aliona kwamba hila zake zote zimefichuliwa. Utawala wake umefunuliwa wazi kwa malaika waaminifu na kwa viumbe wa mbinguni. Alikuwa amejidhihirisha mwenyewe kuwa muuaji kwa kuimwaga damu ya mwana wa mungu amejing'oa mwenyewe kutoka katika fadhili za wakazi wa mbinguni Ellen G. White tumaini la vizazi vyote sehemu ya pili ukurasa wa 375 na 376 soma ufunuo wa yohana sura ya 12 aya 10 hadi 12 kwa kuzingatia mwanzo sura ya 3 aya 15 Aya hii inafafanuaje zaidi umuhimu wa ushindi wa Kristo msalabani kwa ulimwengu mzima? Historia ya ukombozi inatupatia uthibitisho wa kutosha ili tuwe na uhakika kwamba siku zote Mungu anafanya kazi ili hatimaye alete yaliyo mema kwa wote wanaohusika. Mungu wa maandiko daima anatenda lililo jema na linalopendeza kutokana na njia anazoweza kutumia katika pambano kuu. Kumbukumbu la Torati 32:4 Samueli wa kwanza 3:18, zaburi 145:17 Daniel sura ya 4 aya 37, habakuki 1:13 ufunuo 15:3 na mwanzo 18:25. Kwa nini udhihirisho wa haki na upendo wa Mungu katika pambano la ulimwengu mzima ni muhimu sana? Unapotafakari juu ya msalaba na kazi zote za Mungu katika mpango wa ukombozi, ni kwa namna gani kazi za Mungu zinakupa ujasiri katika upendo wa Mungu hata katikati ya majaribu na mateso? Hii ni Machi kumi, siku ya Jumatatu, mada ikisema mwenye haki na mwenye kumhesabia haki. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya mada hii ya leo na neema ya Bwana wetu iwe pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.